Mzungumzaji hapa alisema bei haitulii, mara inapanda mara inashuka. Nataka nikuhakikishieni jambo moja kwamba sasa hivi serikali imetoa fedha ili tuje kununua mwani ambao uko bado majumbani. Tutatoa bei nzuri ya shilingi elfu moja, sio ile mia saba na mia tano zinazotolewa na, wa, na wanunuzi wengine. Kwa hivyo tutahakikisha tunaununua mwani wote uliokuwepo, lakini tutahakikisha vile vile Tunajenga viwanda vya kusarifu mwani hapa Unguja kama ambavyo tumejenga Pemba ili tuweze kuongeza thamani katika zao letu la mwani. Kwa upande wa mashine ya kusaga, mama yule amezungumza kwamba wanakwenda mbali sana kufuata mashine hiyo. Mashine hizi si kubwa, tutazitengeneza ili kuzisambaza katika maeneo mbalimbali, tusilazimike watu kwenda masafa ya mbali kwenda kupeleka kusaga mwani, kama nilivyosema kwa, kwa sekta nyingine lengo letu ni kuboresha uchumi wa bluu katika nchi yetu, na moja katika sekta muhimu za uchumi wa bluu ni uvuvi, kwa sababu asilimia kubwa sana ya Wazanzibari wako katika sekta ya uvuvi. Tutaendelea kutoa zana za uvuvi za kisasa kama tulivyoshauriwa hapa. Awamu iliyopita tumetoa boti za mita nane zile pamoja na mashine. Sasa hivi ninakubaliana na ushauri uliotolewa na kijana wetu kwamba bado bahari kuu hatujaitumia. Tunahitaji maboti makubwa zaidi, tunawahitaji zana za kisasa zaidi. Ahadi yangu ni kwamba tutaendeleza kutoa boti za kisasa na zana zake, ikiwemo zile mashine za kutafutia samaki wanaita fish finder, lakini nyavu zinazokidhi na zinazokubalika kisheria, ili wakulima waweze kwenda mbali zaidi, waweze kupata tija zaidi. Kwa hiyo tunatarajia kama yote haya atayatekeleza na atatufanyia kama alivyo kwa sababu yeye anachokipanga na anachokiahidi anakitekeleza. Kwa kweli hatuna cha kumlipa isipokuwa ni kura za ndio. Siku ya tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi elfu mbili na ishirini Dokta Mwinyi ametufanyia mengi, ameahidi mengi na ametekeleza wa mengi, ni machache tu ambao kuwa ni lakini, tunamuomba pia angalie watu wake ambao chini yake, kuanzia ngazi ya shina mpaka wilaya na mkoa, tuseme kwamba ninaamdanouwa zanzima kwamba hakuna kinachotekelezia